Tumetembelea hizi jamii ya Wahadzabe wa Datoga. Hii ni kwa nia moja tu kubwa, kwamba tuone namna gani hii jamii inajihusisha na mambo ya utalii, lakini vilevile kuna swala moja kubwa. Kama mnavyofahamu, sisi katika wilaya ya Karatu, NCA, mamlaka ya Ngorongoro imejenga jengo kubwa la makumbusho, na ndani ya lile jengo kuna jamii tatu zinazopatikana pale ambapo ni Wahadzabe Wadatoga na Wamasai Laki na Wairaki lakini sasa tumekuja katika maeneo yao ya uhalisia wanakoishi tukishirikiana na watumishi wa Ngorongoro pamoja na kamati ya ulinzi na kujionea namna wanavyofaidika na Geopark, na kweli tulivyofika hapa, ukiangalia kama huku juu tumepata kuna alama ya Geopark na wenyewe wamenufaika zaidi katika hali ya ulinzi na Geopark, na tunaona namna gani wanajitunza na kutunzwa katika hali yao ya uasili. Lengo kubwa ni kwamba katika huu mradi wa Geopark unaoweza kuonyesha uhalisia wa hizi jamii tatu zinazopatikana katika wilaya ya Karatu, na hii ni kuonyesha namna gani nashirikiana na, na, na serikali kuhakikisha kwamba jamii hizi, kwanza sisi tunahakikisha kuwalinda maeneo yao yako salama, lakini vilevile maeneo yao kulindwa na namna Geopark wanaweka alama zao, kwa mfano kuna vibao pale, na hii inawasaidia watalii wanapokuja hapa kuweza kufika katika maeneo pale haya baada ya kuwa amefika katika lile eneo la Ngorongoro pale ambapo iko Karatu kwa ajili ya jengo lile la ukumbusho wanapokuja katika maeneo haya, kama mnavyoona, tutaendelea kuimarisha utalii huu na tutaendelea pia kuwatunza na kuwalinda hawa ndugu zetu, ili tuendelee kuimarisha ulinzi na usalama na utalii uendelee kukua, tukiwa na ushirikiano na wadau wetu mbalimbali wakiwepo GeoPark Ngorongoro na sisi halmashauri kwa ujumla, eneo hili linatumika kwa ajili ya watalii. Watalii wanakuja kutembelea jamii hizi na kuona shughuli zao wanazozifanya za asili ikiwemo shughuli za kuwinda e, wanyama kwa ajili ya chakula, lakini pia shughuli za ufuaji chuma ambapo wanatengeneza e, bidhaa mbalimbali ikiwemo bangili, mishale, visu na mapanga kwa kutumia njia kabisa za asili. Na, na hali hii maana yake ni kwamba serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii pamoja na hifadhi ya uh, eneo la Ngorongoro inaendelea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hali eh, utamaduni huu unaofanyika na hizi jamii unaendelea kuhifadhiwa. Na kwa maana hiyo eh, Ngorongoro imekuwa inafanya kazi pamoja kwa ajili ya kuboresha hizo shughuli wanazofanya ni pamoja na kuwapatia eh, mitaji kwa ajili ya kuboresha hizo zana mbalimbali ambazo wanazizalisha ambapo mwaka juzi e, Ngorongoro ilitoa milioni saba kwenye kikundi kwa ajili ya uzalishaji wa zana hizo, lakini pia imeweka alama mbalimbali za kuonesha wageni wanaofika huku alama zile, lakini pia pamoja na maelezo mbalimbali yanayohusiana na maeneo yote yaliyoko kwenye haya maeneo, vivutio mbalimbali ikiwemo maji moto, ziwa Eyasi, e, nyumba za asili na na mambo mbalimbali ambayo mbali mbali mbali yanapatikana kwenye haya maeneo e, Ngorongoro, e, serikali imeweka hizo alama na maelezo mbalimbali mbali, ili wageni wakifika huku e, waweze kupata maelezo ambayo yanaongelea ya, ya, ya, ya, ya ya, ya ya ya ama yanaonyesha taarifa muhimu zinazohusiana na jamii na shughuli zao wanazozifanya.